Naulisi yangu mimi wa baba wangu, ninyi aiausu kabisa, mmenielewa? Hii nyumba mimi sintouza. Baba yenu akuchangia kitu chochote, kanikuta na hii nyumba mpaka nawazanie hii nyumba yee. Baba yenu alikuwa mvivu kama mlivyokuwa nyinyi. Kaka yenu yule ndi kabisa, kawafanyeni huku hivi, dume zima liye mi naridisha kula sabuni kila kitu Nimesema hivi hii nyumba jamani, ni wanangu, siuuzi. Na hii kauli naiongea hapa iwe mwanzo na mwisho, sitaki kuisikia tena swala ya kuuza hii nyumba. Hivi nyinyi mlikuwa najua jua, kumbe akili hakuna ya kabisa, yaani mnamfuata yule mje muuze nyumba yangu mimi. Sasa kweli milioni 200 huni ni nyingi sana. Sababu nyumba tutakujengea popote unakotaka. Utasema, mama mavazi ni wao, autasema hainihusu. Ndio mnayotaka hiyo milioni mia mbili mimi hainihusu. Yeah, mi, uh, nimesha sema, iwe mwanzo na mwisho. Lakini ma. Mama, angalia maisha yetu. Hii kwetu ni kama fursa. Ndio mnayotaka <tis> hii. Hey, nyumba mimi siuzi hata kwa dawa, labda mnipige mapanga takuuza nyumba yanguakani nyumbaausi sio siwa mazo zinabain sikuma hivi. Kwa nini wananifanya hivyo kuuza nyumba tena? Mbona hao kaka zangu jamani wamebadilika hivi? Mbona anakuwa na roho ya kinyama? nashuna kufanya kazi zao kupata hela zao wenyewe kujenga nyumba zao wenyewe, mpaka wanaanza kutolea macho hii nyumba. Siwezi kuuza iyo nyumba ua siababababaan aliyeniachia urithi wangu a

Kuna jambo ambalo nataka tuzungumze, hususani hili swala la mama Ani. Mama anakaa na mawazo, hana amani, sababu yeni nini? Hivi mnawaza nini au mnafikiria nini kumfanyia mama vituko kama hivyo anavyofanya nan huo unatakiwa kubalieni tu na sisi kwa sababu hiyo pesa ni nyingi sana. Sasa hebu angalie maisha tunayoishi. Hivyo unajisikia kwa unachokiongea? Eh, eti yani mnajisikia kwa mnachokiongea yani? Na akili zangu mimi timamu nikae Nianza kukubaliana na nyinyi huo ujinga oh, ambao mnaotaka kufanya. Hivi kaka zangu, mngekuwa sasa hivi mmesoma mna majumba yenu, ni nani ambaye angeweza kuja kuwasumbua yeah? Lakini sasa, si kaka zangu, yaani mnakaa mnasholana ujinga na ukumbavu kwa nini? Sister, umefika mbali sasa. Hivyo ni kama nani unaongea huko ndani. Mjisawa wale ni mtoto wa kike. Tambua kabisa kwamba hapo unaongea na watoto wa kiume. Wewe ni mwanamke. Hii nyumba ni watoto wa kiume tu, sio wa kike. Wewe nyumba yako wewe, sio wako wewe. Kule kwa mume wako, sio hapa. Au unasemaje ndugu zangu? Ni kweli kweli. Yaani wewe huna sauti yoyote kwenye kwenye hii nyumba. Ni kweli sister. Hapo unatuletea dharau huyu. Ni kweli sister. Wewe na sisi ni vitu viwili tofauti. Hatufanani. Hili swala tuachie sisi. Aise. Hivi kaka zangu, Muone kama nani mnapotea hivi, mnapote? Hivi kina nani nyinyi wale waloga? Hivi eh, vichwa vyenu hivi ni nani hivi wale waloga? Kuna nani nyinyi hamueleweki, hamwambiliki. Wa sister, sikiliza, nikwambie, tunakuheshimu sawa, ila hapo ulipofika kwa sisi tumeloga, si ndio? Ndio, sio bure. Sio kitu hapa una sauti yoyote mbele ya wanaume. Twendeni.

Ah nachoje kwa mfano naachoje kwa mfano pilika pilika za mjini nacha mkopo basi siku moja tu sikupeleka rejesho akaja akayachukua ikasema isha Mwenyezi Mungu ata atanipa mengine ana nilikwambia kwamba nakuja utaita kaja juu nyumba nataka kuuza mpaka na wadogo zake dada, mekuwa eh? Kitu hiki sinalala, na ile nyumba sili silali. Nyumba uliyoacha urithi na babako ya juu, mtoto watoto wamelaniwa wale? hapana. hivi usilichukulia kawaida wifi, ah, ah, usili wifi. nyumba urithi na babako hivi wanabaretababaajew kusungumza maneno kama hayo sasa mguu huu nilikwambia, ntakuja. Nataka uja nyumbani ukae na wanao, uwaeleze sina amani na ile nyumba. kwa hili wifi, siwezi kulivumilia, lazima nitakuja kuongea nao. Hawezi kufanya kitu kama. Unaona ulivyopungua, wifi yangu, ulivyokuwa kibonge kiasi kile, kumbe ni watoto wanakupeleka puta. Hapana, hatuwezi kuvumilia. Nitakuja naongea nao, wifi yangu, wala usijali.

Usijali, hilo limeisha. Mimi nitakuja naongea nao kidogo tu. Mana hujambo tu shangazi. Shikamoo. Marhaba. za siku salama? Tu mzima. Kuna mambo nasikia ambayo sielewelewe, wanangu. mambo gani yanaendelea? Mambo gani hayo shangazi? Wifi kaja akaniambia maneno ambayo yani hata si yani sijategemea kama mnaweza kufanya vitu vya ajabu kama hivyo. Eti mnataka nyumba iuzwe? Ni kweli? Eti mtaita mwanangu. Mnataka nyumba iuzwe? Ndio, mshangazi. Ah. Mko wangu. Hivi mna habari nyumba ni urithi wa huyu mama yenu? Kwa sababu mimi ninachojua mimi kaka yangu hakuacha nyumba. Huyu ui wifi yangu, mama ni mama yenu. Aliacha urithi na babake. Hii ni nyumba ya urithi wa baba yake. Yeye ameolewa na kaka yangu hii nyumba akiwa nayo, nyinyi mnataka kuja kuuza kama akina nani? mm. eti jamani, zabdo ni mnaoyafanya sio vizuri kwenye hii nyumba, kusema nyumba uza. Mwazo ondoeni kabisa. Ntaita baba yenu akuacha urithi wa nyumba, ila mimi ninawazo. kuna urithi wa mashamba kijijini ambapo tuliachiwa mashamba na baba yetu, ambao ni babu yenu nyie. Kwa hapo, cha msingi kama mnataka kweli nyie, mali zinapatikana shambani. Pia nendeni mkalime eka ambazo baba yenu aliacha, maana tulipewa eka. Mimi babako alipewa mashamba yake, mimi nilipewa mashamba yangu. Kwenye mashamba yale ambayo baba yenu ndo aliachoa urithi, nendeni mkalime, kuliko kumsumbua mama yenu. Mnamtesa tu mama yenu, kwa nini mnakuwa mnamsumbua mama? Nendeni mkalime mashamba baba yenu aliacha urithi, hata na urithi ambao umechoma mama yenu na babake, hmm? shangazi umeshafika mbali kiukweni na kuheshimu. Hivi sisi tunakwenda shamba kwenda kulima, sisi tunavyotuona? Yaani unatuambia sisi tukalime sisi? Unaona kuna mtu anafanya kwenda kulima hapa kijijini? Sisi hatuwezi kurudi kijijini kwenda kulima, shangazi. Sisi tutakomaa hapa mjini na hii nyumba itauzwa, shangazi. Hatuwezi kwenda kijijini sisi kwenda kulima. Hapa hakuna atakayetoka hata mmoja. Sisi hapa hii ni nyumba ni yetu na hii nyumba tutaiuza tu utake usitake. Mambo ya ndani zinakuhusu nini? Mambo ya ndani za mama yangu tuachie sisi na mama yetu oru, wee, wee. Kili, kijini, shangazi, kweli? Mimi kijini utaenda, utaenda kulima. Unanipandishia mimi wewe? Wifu, imefika hatua mbaya sana. Waondoke humu ndani, mimi ndio shauri wangu naokupa. Tutakuja kukufanyia kitu kibaya watoto. Watakuja kukufanyia kitu kibaya wifu. Waondoke humu ndani. Sio mambo kukunipandisha mpaka mimi. Kama unanipandishia mimi mamako unapandishia kiasi gani? Wifu, bado wafukuze wote. Ubaki peke yako humu ndani. Tutatafuta atakufanya kazi utakayo humu ndani. Sio kukana hapo kama ha? Wifu, ndio nilikuwa naitaka pointi. Mimi hata sasa hivi wote waondoke. Ndio. Waneachoimbolangu eh. Wewe kaka yenu ondokeni eh. Sitaki kuwaona hmm. Gizani, akilia kwa uchungu. Mama yangu mama yangu uzaso kupata kuna kupata na kupatikana. Usimzarau mama, usimzarau mama alibeba mimba miezi tisa

mama ni nguzo yako, usimzalaumama. Kuna wengine wanalia, mama amewakimbia, wanalia na dunia, usimzalau mama Abariki mama wote waliopoteza tumaini, uwape faraja na nguvu. Mama wote uzaso kupata una kupata na kupatikana. Mungu pariki mama wote, mama wote kuwapa nguvu mama wote, mama akilia mbingu zinatikisika, mama akilia bara